Hello, habari, karibu tena katika chani yetu ya WS Habo Kliniki. Naitwa Dr. Jimmy na leo tutaongelea uh, uh, changamoto ya maumivu ya tumbo chini ya kitovu uh, na kitovu kuvuta uh, chenyewe uh, hii ni changamoto ambayo imekuwa uh, ikiwakumba uh, wanawake na wengi wamekuwa hawaelewi, sasa hii changamoto uh, inatokana na nini, lakini namna ya kuondokana na hiyo changamoto lakini, JW Health Clinic uh, tunakuvutia tunakuletea karibu uh, ili uweze kuelewa uh, hii uweze kuelewa vizuri hii changamoto. Kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza uh, kupata dondoo za kiafya uh, tunazo uh, tuma kila siku. Kama una changamoto yoyote, una swali lolote juu ya uzazi, basi usisahau kutuuliza hapo chini na sisi tutakuweza uh, kukupa majibu uh, moja kwa moja namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Ah, cha kwanza tunachotakiwa kufahamu kwamba ah, ni changamoto gani ambazo zinaleta ah, zinafanya mwanamke hawezi kupata maumivu makali chini ya kitovu, lakini pia na kitovu chenyewe uh, kuvuta. Tutaelezea kwenye mifumo tofauti tofauti ambayo inaleteleza changamoto hiyo. Mfumo wa kwanza ni mfumo wa mkojo. Mfumo wa mkojo, kitu kinachosababisha maumivu chini ya, ya kitovu kuuma na kitovu kuvuta chenyewe ni kwamba cha kwanza ni UTI, maambukizi kwenye njia ya mkojo, ambayo tunasema ni urinary tract infection ambayo Uh, ni UTI kwa UTI, kwa sababu pia inasababisha maumivu uh, chini ya kitovu, lakini pia mawe kwenye figo. Mawe kwenye figo kwa sababu figo uh, ndo inayochuja uh, mkojo, kwa hiyo ikitokea uh, kuna mawe kwenye figo, basi uh, inasababisha pia kupata maumivu chini ya kitovu uh, na yenyewe kuvuta. Lakini kuna uh, changamoto ya mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula kama kuna changamoto yote katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kwa mfano, una vidonda vya tumbo au una acid reflux, una vimbewa, lakini pia upati choo, vitu vyote. Kama una changamoto hizi zote, pia zinapelekea upate maumivu makali chini ya kitovu, lakini pia na kitovu kuvuta chenyewe. Kwa hiyo, hiyo ni kwa upande wa mfumo huo, lakini pia kuna changamoto za uzazi kwenye mfumo wa mwanamke wa uzazi, pia zimekuwa ni zinapelekea pia maumivu a, makali chini ya kitovu, lakini pia kitovu kuvuta chenyewe. Changamoto ya kwanza ambayo inakuwepo ni kwamba, inayopelekea hayo maumivu a, ni kwamba Uh, kuna changamoto tunaitwa endometriosis. Endometriosis kwenye video ambazo zimepita tumeweza kuielezea vizuri, lakini pia tumeelezea tiba nzuri ya endometriosis. Endometriosis ni kwamba kuna tishu ambazo zinatakiwa kukua ndani ya tumbo, kwa hiyo ndani ya mfuko wa kizazi kwenye uterus. Kwa hiyo zikitokea zile tishu zikakua nje ya uterus, basi zitakupelekea upate maumivu makali, lakini pia kuna vimbe kwenye mayai na vimbe kwenye kizazi na maana tunasema uh, cysti, ovarian cysti, uvimbe kwenye mayai lakini na uvimbe kwenye kizazi fibroids. Basi yenyewe imekuwa mchanzo kimojawapo cha vimbe kwenye, acha, cha maumivu ya tumbo chini chini ya kitovu. Lakini pia sababu nyingine, sababu nyingine ambayo inapelekea maumivu chini ya kitovu kwenye upande wa mfumo wenyewe wa uzazi wa mwanamke ni kwamba chango chango la uzazi. Ndio maana kwenye video zilizopita tumeelezea dalili za chango la uzazi, namna sababu, lakini na tiba moja kwa moja. Kwa hiyo kama una chango basi, pia zinapelekea hiyo changamoto ya maumivu ya tumbo chini ya kitovu au kitovu au kuvuta chenyewe, lakini pia kuna Uh, kuna uh, mimba kutungwa nje ya kizazi na yenyewe pia inapelekea uh, maumivu uh, ya kitovu na kitovu kuweza kuvuta, lakini kuna maambukizi kwenye via vya uzazi, hapa tutaiongelea PID. uh, bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea PID kiundani, uh, na namna inavyotokea sababu zake, madhara yake, na inakuwaje inapelekea mwanamke ashindwe kubeba ujauzito. Kwa hiyo kama unataka kutamani kufahamu PID inakuaje, PID inapelekeaje changamoto inapelekeaje ugumba basi kwenye video ambazo zimepita tumeweza kuelezea. Hiyo ni kwenye upande, lakini pia kuna watu ambao wana homoni kuvurugika pia zinapelekea maumivu ya chini ya kitovu a, na kitovu kuvuta na mwisho a, Sababu nyingine tofauti na hizo, kuna stress, unapokuwa na stressi, au upungufu uh, wa maji, lakini pia na mlo uh, duni. Hivi vitu vyote vinasababisha uh, changamoto ya maumivu ya tumbo chini ya kitovu bila kusahau uh, gesi tumboni. Kwa hiyo uh, hizo ni sababu zinazopelekea uh, uh, zinazopelekea changamoto au uh, zinazopelekea maumivu chini ya kitovu na kitovu kuvuta moja kwa moja. Tuambie hapo chini kwenye comment, je, unadhani wewe a, ni, ni changamoto gani inayopelekea maumivu chini a, ya kitovu na kitovu kuvuta mwenyewe? Lakini pia kuvuta. Lakini pia a, tuangalie tiba namna ya kuondokana na hiyo changamoto a, a, ya ya maumivu chini ya kitovu, lakini sababu tuliyosahau ni changamoto ya hedhi, changamoto ya maswala ya hedhi. Kuna watu ambao wanaopiwa kwenye siku zao wanapata pia maumivu chini ya kitovu na kitovu kuvuta. Kwa hiyo ni sababu, sababu ambayo tulikuwa tume tumeisahau. Namna ya kuondokana na changamoto hii, kwanza ni mdalasini, tangawizi na manjano. Hakikisha unatengeneza combination ya unga na unaweza kukoroga kwenye maji ya vuguvugu, weka na asali, kunywa mara tatu kwa siku. Lakini namna ya pili ni kwamba utumia mshubiri. Mshubiri Katakata kata mshubiri, loweka uh, kwenye maji uh, ya kawaida, weka asali, basi kunywa na yenyewe, ni dawa nzuri ya kukata maumivu uh, chini uh, ya kitovu. Lakini pia tiba nyingine ni kuchemsha mizizi ya ya ya mpela na majani ya mpela na kuchemusha, kuchemusha kabisa mpaka ibadilike rangi, kunywa glasi yake asubuhi na jioni ndani ya siku kumi na nne na changamoto itakuwa uh, imeisha uh, kabisa lakini pia tiba nyingine kama una vidonda vya tumbo tibu vidonda vya tumbo, ili kuimarisha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula, uweze kupata choo, kuondokana na changamoto ya constipation. A, lakini tiba nyingine ambayo utatakiwa kuifanya ukiwa hapo nyumbani, kama itatokea umepata maumivu hayo makali, basi chukua kitamba chako kizuri, kiloweke kwenye maji ya uvuguvugu, kanda ile sehemu A chini a ya kitovu vizuri. Na mwisho unaweza ukatafuta mafuta mzaituni na mzaituni na na nazi, basi na yenyewe hayo mafuta utakuwa unapakaa chini ya kitovu kwa kukanda taratibu taratibu kwa ajili pia na ya kunyosha, ya kuondoa hayo maumivu. Mwisho, fanya mazoezi ya nyonga, fanya mazoezi ya nyonga mara kwa mara. Haya mazoezi ni mazoezi mazuri ambayo pia yanatengeneza yanatengeneza mfumo mzima aa, ya ni mazuri kwanza, kiafya, kwenye afya ya mwili wa binadamu mazoezi yanahitajika, lakini pia mazoezi ya nyonga yanahitajika pia, kwa sababu na yenyewe yanakufanya kuondokana na hii changamoto ya maumivu chini ya kitovu. Tuambie hapo chini kwenye comment, wewe ulitumia nini kuondoa A, maumivu ya kitovu a, share na sisi na sisi pia tuweze a, kuelimika zaidi. Kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Karibu a, na Mungu akubariki.